Sasa hili shamba hili la Vistangalaweni limshika aliye kuwemo na asiye kuwemo. Ni sisi tuwe na makini, huu mtego wa panya tusije ukatumaliza. Ni sisi tushikane, tutoe tofauti zetu, tuangalie ni njia gani mwafaka itatusaidia kukomboa shamba la Vistangalaweni. Mimi nawaomba, nawaomba kwa heshima na taadhima, unaambiwa wenyewe wasomi wasema, in every successful man has to have a woman behind. Mashallah, tumejaliwa na wanawake wetu wasomi, viongozi, wachapakazi. Kwa nini hili shamba hatulipati? Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu awape subra, awapatie ufahamu wa kutambua jema, awapatie nguvu za kufanya juu chini, watu wa Vistangalaweni wanusurike kwa haya mengi, kwa haya mengi au machache, ndugu zangu, wazee wangu, mimi naomba tutakaa na waheshimiwa na wazee, manake hapa mbele yetu uamuzi ulifanywa Ijumaa. Uamuzi ulifanywa Ijumaa, leo tukiwa ni Jumapili yule bwana amepewa ushindi wa hii shamba, na sisi twajua Bwenyenye anaweza kukimbia kesho Jumatatu akapewa eviction notice. Sasa sisi tuwaomba, kwa hizi siku kumi na nne ambazo tumepewa na koti, ni sisi tufanye injunction koti injun ya kutufanya sisi tupate uhai wa kuishi hapa. Viongozi wangu, nawaomba kwa siku hii leo ya Jumapili mtuze vichwa vyenu vizuri, bali kesho jioni ikifika, sisi tujue injunction imewekwa na, tujue pia na tujue pia ile apili ambayo itafanywa kupinga ule uamuzi uliofanywa imefanywa, ndio kusudi sisi tuwe na amani na upendo na ushirikiano hapa Vitangalaweni. Nataka niwaambie ndugu zangu wa vijiweni Vitangalaweni na Mtongwe kwa jumla, kwa sababu hii vijiweni watu wanaichukulia huwa si Mtongwe, lakini ni Mtongwe. Inaanzia Kona Mbaya mpaka Dongo Kundu mpaka baharini Mtongwe, Kenya Navy kule. Haya, tuko hapa leo kwa sababu ya changamoto ambazo tunazipata sisi kama wakazi wa hapa. Sisi tunajua sisi ndio wenyeji wa hapa tumeishi hapa, wazee wetu wameishi zaidi ya miaka mia moja na lakini leo hii tuko hapa tumekusanyika kwa sababu kumekuja bwenyenye ambaye anadai hii ardhi ni yake, lakini sisi tunasema ardhi ni yetu, na tunasema hakuna bwenyenye ambaye atakuja hapa aje atunyang'anye ardhi yetu, na nataka kusema tumeshikana kama wana vitangalaweni na hatutaachilia na sisi kama viongozi tutasimama na wananchi wetu, kwa sababu majukumu yetu ni kumlinda mwananchi wetu, si ni kweli? Hatuwezi kuachilia mwananchi anyanyaswe. Tuko hapa kwa ajili yenu na hii plot ni yetu, tuko hapa kama viongozi. Tungekuwa hapa na mheshimiwa Mishi lakini kidogo akona dharura, lakini amenituma ujumbe wake. Mheshimiwa Mwishi amesema ameongea na waziri na waziri amesema hakuna mtu yoyote atakuja hapa kuja kusema kwamba hawa wananchi waondoke ardhini yake. Ameongea na waziri na ametuhakikishia sisi kama wakazi wa Vitangalaweni ardhini yetu, tuko hapa na hakuna mtu atakaye kuja kung'oa. Mheshimiwa Mishi amesema kwamba yeye atahakikisha pamoja na viongozi wake Abdul Samad Sharif Nasir na muheshimiwa Nusura wa Mtongwe, wakazi wa Mtongwe vijiweni Vitangalaweni watapata title deeds. Kwa hivyo twende tukimarisi maji ya kipwa tutafutwao sisi. Mungu Nusura iwasema sana, iwaenda akirudi. Lakini mimi nitawaambia kitu kimoja, mimi nataka kusema kitu kimoja kwa watu wote waliokuja kuniomba ushauri tena mara nyingi sana. Mtu yote anapokuja kwangu huwa anachukua nafasi yangu kama mwakilishi aliyeteuliwa na chama, huwa anamuuliza anayekuja, mshaenda kwa mbunge mshafika kwa MCA sije nikaingililia, nikaambiwa napenda maneno ama huwa asiulizi. Ndugu zangu, kwa sababu mimi umbile langu sipendi maneno, ndipo mkaiona siasa ya Mombasa endelea inavyoendelea, watu wakatukanana, lakini mimi hamuja nipate kwenye matusi kutukanana na yoyote. Kwa hivyo anavyosema Nusura kwamba tuko pamoja, ni mwanangu mimi. Ndipo chaguliwa nilikuwa napaka nyumbani kwake na gari yangu kubwa, nilikuja sikuja hakuna vita vya nini? Mbona kila saa asema tupendane, tushikane, hakuna vita, hakuna mimi. Sina tafrani na mtu. Tafrani unazowewe kuwarushia mawe watu wangu wakitoka kwa Ruto, nyinyi ndio wenye tafrani na kila mtu anataka kushangilia. aliza nimesema, wiki ijayo naenda kwa waziri na nitapeleka watu, hey.